Maana wamemuweka katikati, mmoja mbele, mmoja nyuma, yeye amekaa katikati. Mimi nikachukua pikipiki pamoja na mpaka yangu ile ambayo tulikuwa tunafuta pamoja, hata sikuosha mikono, kashika njia, hata kuko kula sikumaliza kula, kafuata huko Mawego, ikofika huko kakupata madamies pamoja na wao, akiwa anaojiwa hapo na wao wakasema kwamba huyu kijana wamekuwa wamemtafuta, kuna mwingine wamemshika. What justice is there for Albert who can no longer breathe? No one asked me to come here this morning. I came under my own will because Albert cannot stand this day to testify in court If Albert did a mistake, him testify in court. Ngoja fikiria, hey, kuna mtoto mmoja, ni weekend imefika, nimekuja kukutembelea. Mara ghafla pikipiki zinapiga honi kwa barabara zinamchukua baada ya dakika kama kumi hivi, anakwambia ametolewa nyumbani, anapelekwa Nairobi. Safari ni ndefu, kilomita kama mia nne hivi, haujui sababu ni nini. Wewe unatoka unachukuliwa, unachukua mabasi wewe unatoka, that means wewe utafika nyuma yake. Mara yako ya mwisho kuongea na yeye ni saa tatu na nusu afu simu inaelekea And confirmed that the boy has died at the station. <laughs> uh, it's quite unfortunate because the offense that they were informing me that the boy was being investigated for related to alleged media publication on Twitter. That is really not something that I would expect that would lead to somebody losing his life. Karibu sana kwenye D-Media, wananiita D-Classic na hii ni story ya Albert Ojwang Albert Ojwang mwenye umri wa miaka thelathini na moja alikuwa baba mtoto mmoja, mtoto wa baba na mama ambaye alikuwa mtoto wa kipekee kwenye familia yao. Pia alikuwa mwalimu. Yeye alikuwa ameenda kuburudika pamoja na familia yake, lakini burudani ikageuka ikakuwa majonzi. Albert alishikwa na, kama taarifa zinavyosema, akasafirishwa moja kwa moja mpaka Nairobi. Sasa baada ya kufika Nairobi akapelekwa kwenye kituo cha polisi cha Central ambapo masaibu yalianza. Ikumbukwe kwa muda huu wote walikuwa wanaongea na babake, pia alijulisha marafiki zake kadhaa kwamba ameshikwa na analetwa Nairobi, ila sasa baada ya kufikishwa ya Central, sasa story inaishia hapo, sababu the next information ambayo ilitoka ni kwamba Albert ameaga dunia Polisi wanasema kwamba Albert alikuwa anajigongesha kwenye nyufa za seli ambalo alikuwa amefungiwa, lakini maswali yanaibuka. Ule muda ambao polisi walisema aliingia na muda ambao aliaga unakinzana. Pia kwenye stori yao anasema wanasema alikufia Mbagadhi, ila mwili ulipata ulipatikana city mortuary. Bado maswali pia. Kitu ambacho kinastua wengi ni vile Uh, polisi wale polisi walimshika hawajaachishwa kazi, ila wao wa central wameachishwa kazi. Hii ni story ambayo imekuwa ikija kwa vichwa za watu wengi sana, na maswali ni mengi sana. Swali la kwanza, mbona huyu jamaa angepelekwa kwa kwa mahakama kwa usaidia kwao? Swali la pili, mbona after ameletwa central police station, mbona aliwekwa kwa seli yake tofauti? swali so, ya tatu mbona taarifa yenye polisi wametoa na taarifa yenye iko kwa ile book ya OB, mbona zinatofautiana <laughs> afu afu the funny thing ni eti kila moja anauliza swali. Wale watu ambao wale polisi ambao walikuwa pale Central Police Station wamesimamishwa kazi, ila wenye walimleta bado wako kazi. Kenya yenye tunaishi. Lakini si ni Kenya yenye, wewe mwenye unalilia haki au una haki? Maswali bado inaendelea kuwa mingi, kati ya mwizi ambaye anaua watu na kati ya mtu ambaye anaandika kwenye mtandao, nani mhalifu? Lakini bado si ni Kenya yenye tunaishi. Bado kati ya ule ambaye kati ya ule ambaye anaiba mali ya umma na ule ambaye